Bunge la Ulaya limetangaza kuwa litafanya mjadala wa dharura mnamo Mei 7, 2025 kujadili hali ya kisiasa nchini Tanzania, hususani kesi ya Tundulisu, mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Chadema. Kulingana na ratiba ya bunge hilo, Mei 5, 2025 mpaka Mei 11, mjadala huu utafanyika kati ya saa 7 mchana hadi saa nne usiku kwa saa za Ulaya, na utaangazia kile kinachoelezwa kuwa ukiukaji wa haki za binadamu kudidimia kwa demokrasia na dhuluma dhidi ya vyama vya upinzani nchini Tanzania. Baadhi ya mjadala huo wa bunge wa Ulaya wanatarajiwa kuandaa na kupiga kura juu ya azimio maalum lenye rejea 2025 mkwaju 2690 mabano RSP mabano siku inayofuata Mei 8, 2025. Lisu Tundu Lisu ambaye anakabiliwa na mashitaka kadhaa ikiwemo la ulahini linaloweza kumhukumu adhabu ya kifo alikamata wiki tatu zilizopita, huku ikidai na baadhi ya wanasiasa wanaharakati ndani ya nchi ya Tanzania kuwa kukamatwa kwake ni sehemu ya mkakati mpana wa kuzuia mageuzi ya kidemokrasia nchini Tanzania.